Hizi ni biashara ishirini za watu smart ambao wanataka kutengeneza mafanikio makubwa ya kifedha. Na kwa nini nasema ambao wanataka kutengeneza mafanikio makubwa ya kifedha? Ni kwa sababu ni biashara ambazo ni hoti kwa sasa hivi. Zina mzunguko mzuri na mkubwa, lakini zinahitaji umakini kwenye kuanza kusimamia kukuza na kuziendesha. Utaniambia ni biashara gani umeipenda. Ya kwanza ni biashara ya kamera za ulinzi, wengi tunaita CCTV kamera. Sasa hivi kuna ongezeko kubwa sana la matukio ya uhalifu majumbani, pamoja na kwenye maofisi na sehemu za biashara. Kwa hiyo maduka mengi sasa hivi yanahitaji kamera kwa ajili kwanza kuwalinda wafanyakazi wa pale lakini pia kulinda bidhaa dhidi ya wezi na matukio mabaya ambayo yanaweza katokea. Kwa hiyo biashara ambayo karibia kila mfanyabiashara atakuwa ni mteja wako, lakini pia watu wa maofisi pamoja na watu wa majumbani. Siku hizi wizi ni mwingi na ni mkubwa sana kwenye majumba. Umepaki gari yako nje, unatoka asubuhi, unakuta taa ya mbele haipo, unakuta taa ya nyuma haipo, unakuta saitimila zimenyofolewa, unakuta kitu fulani kimetoka wezi. Kwa hiyo CCTV kamera kila mtu anahitaji, lakini sio hivyo tu, matukio kama vile ukatili kwenye majumba, vitu ambavyo vinafanywa pamoja na wasaidizi au muda mwingine mwenza, nyumbani ukiwa haupo, kuna kufanya uweke CCTV kamera au hata muda mwingine tu kwa ajili ya kuangalia familia na usalama wao. Kwa kwa hiyo kama kila mmoja anahitaji CCTV kamera, hasa wenye vipato vya kati na juu, hii ni biashara nzuri kwako na jambo jema. Mimi nimefuatilia nimeona CCTV camera pia zina faida nzuri, hasa ukiagiza kutoka nje unaweza ukauza hata mara mbili ya ile bei ambayo umepata kwa kama ukianza na milioni kumi yako unapata milioni kumi nyingine umeanza na milioni kumi, tayari una milioni ishirini. Umeanza na milioni tano unapanda milioni kumi. Hivyo hivyo baada ya muda unashangaa umepata mafanikio ambayo ni makubwa. Jambo la pili ni vifaa vya umeme vina mzunguko mkubwa na mzuri. Napozungumzia vifaa vya umeme, kwanza vile vifaa vya wiring, lakini pia vifaa ambavyo vinatumia umeme, na hapa ninazungumzia vitu vyote ambavyo kuanzia zile kebo, junction, ah, ma TV, pamoja na vitu vyote vya ndani ambavyo vinatumia umeme mpaka pasi. Ni vitu ambavyo karibia kila nyumba kuna kitu kimojawapo kama sio vyote wanavihitaji, kwa hiyo ni biashara ambayo ina mzunguko mkubwa sana, na mda mwingine kuna baadhi ya vifaa ambavyo hauhitaji sana kujitangaza hata mitandaoni, kikubwa upate lokesheni ambayo ni nzuri kuweza kufanya biashara yako. Biashara ya tatu ni biashara ya viatu vya mtumba viatu vya mtumba hasa vile grade one, wengine wanaita grade A. Hivi ni viatu ambavyo vinaweza vikavaliwa na mtu wa aina yoyote, wa kipato cha kati, kipato cha chini au kipato cha juu. Na mara nyingi viatu vya mtumba, wengi tunaamini kwamba ni viatu ambavyo ni vizuri, ni viatu ambavyo ni vigumu, na mara nyingi iko hivyo. Nenda kama ni lala bomba, nenda kama ni Karume, pata viatu vizuri vya mtumba, uza kama ni viatu vya kiume, nzuri sana kama ni vya kike pia nzuri sana. Biashara ya nne ni Airbnb. Hizi ni nyumba za kupangisha kwa muda. Hii ni biashara ambayo nimeona sasa hivi hasa kwa Dar es Salaam, Dodoma na Arusha, ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana, kwa sababu watu wanahitaji privacy wanaona ni vizuri sana kwenda kukaa kwenye Airbnb kuliko kwenda kukaa hotelini, kwa sababu siku hizi karibia kila mmoja anahitaji kutengeneza content. anaona ni vizuri sana akajitenga na nyumbani akaenda kwenye Airbnb akashuti, kama ni podcast yake, kama ni content ambayo zinahitaji kuwa ndani ya nyumba au nje ya nyumba, anaona ni sehemu ambayo ni nzuri. Kuna watu ambao wanahitaji utulivu, aende sehemu akakae peke yake, anaona Airbnb ni sehemu ambayo ni nzuri kuna mtu anatoka nyumbani labda na mke wake au na mpenzi wake, anahitaji kwenda kwenye mapumziko. Airbnb ni sehemu ambayo ni nzuri, ni biashara ambayo inakuwa vizuri sana na kama ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii, basi unawezkaa unaitangaza kule na ukakuza kipato chako. Airbnb, sio lazima ujenge nyumba. Unaweza ukakodi nyumba, labda... nyumba ya kupanga, labda vyumba vitatu ambayo kwa mwezi labda ilikuwa ni shilingi laki tatu kama kodi. Wao ambacho utafanya utanunua vifaa vya kisasa, utaweka pale, alafu unaanza kuwatoza watu labda kwa siku au kwa wiki, kwa siku mbili, kwa mwezi, au hata mda mwingine kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na Airbnb nyingi ambazo mimi nazifahamu, unakuta kukaa kwa siku sio chini ya shilingi laki moja. Wakati hapa nimepangisha kwa mwezi, unakuta labda ni shilingi laki nne mpaka shilingi na mda mwingine chache sana ziko mjini kwa sababu Airbnb wengi wanapenda kukaa hata nje kidogo ya mji kwenda kupumzika. Na kama utaweza hata wewe kujenga mwenyewe, basi ni nzuri na ukaweza kusimamia au kuweka kwenye mtandao pia, uh, wa Airbnb au kule kwenye booking na mitandao mingine ambayo ina, inatoa makazi ya muda basi unaweza kutengeneza kipato ambacho ni kizuri. Biashara tano ni biashara ya vifaa vya simu. My friend, hii hata kama unamtaji mdogo itakutoa. Uza vitu kama chaja, makava ya simu, mabetri, vile visimu vidogo, earphone, earpods, ni vitu ambavyo vinahitajika kila siku, screen protector. Kila siku watu wanadondosha simu zao, watu wanahitaji simu zao ziwe na mionekano mizuri. Utatengeneza fedha ambayo ni nzuri sana, kwa sababu ya kuwa na mzunguko mzuri. Biashara ya sita ni biashara ya barbershop ya kisasa ambayo inatoa huduma zote muhimu za baba shop na hapa, nenda kwenye location ambayo ni nzuri eh, location kwa mfano ambazo ziko karibia na baa, ziko karibia na kaush, ziko karibia na maofisi, ziko karibia na kambi mbalimbali, ni sehemu ambazo ni nzuri na wewe utatengeneza pesa kwenye baba shop ya kisasa. Na hii pia kama unahitaji ufafanuzi zaidi kuna somo ambalo nimeliandaa vizuri sana kwa ajili yako ambalo linaweza nikakuandikia hapo kwenye komenti na ukalipata vizuri, namna ya kwanza na mpaka zile bidhaa ambazo ni za muhimu sana wewe kuwa nazo ili kuweza kufanya biashara. Ya saba ni biashara ya chakula kikubwa. Kwenye hii biashara unapaswa kumtambua mteja wako ni nani, yuko wapi na anahitaji chakula cha namna gani, na ana uwezo wa kulipia kiasi gani? Usije ukaenda kuuza chakula ambacho wali nyama ni shilingi elfu mbili sehemu za corporate, sehemu ambazo watu wanahitaji chakula kizuri na wanaamini chakula kizuri ni cha bei. Utakuwa kila siku unajilaumu, aise, mbona mimi chakula nauza bei ndogo, lakini sipati wateja? Kumbe ni bei ndogo ndio lakini wateja wanahisi sio chakula ambacho kinawafaa wao. Biashara ya nane ni biashara ya urembo. Uza cheni, hereni, brasleti na vitu vyote hivyo vya kike. Ni biashara ambayo ni nzuri, ina faida ndogo ndogo, lakini ina mzunguko mkubwa, na mimi siku zote ni mdau na ni mpenzi wa biashara za mzunguko mkubwa yaani una uhakika wa kuuza na kuingiza pesa. Biashara ya tisa ni biashara ya mitungi ya gesi. Ndio, wafanyabiashara wa mitungi ya gesi wamekuwa ni wengi, au mawakala wamekuwa ni wengi, wapo kila sehemu, lakini bado ni biashara ambayo ni kubwa na ni biashara ambayo ni endelevu, kwa sababu mtu atatumia na atarudi kuchukua kwako na uzuri ni kwamba unaweza ukawa labda ni wakala wa mitandao ya simu, yaani zile huduma za kifedha, na wakati huo huo ni wakala wa mitungi ya gesi, uka umeweka pale nje. Biashara ya kumi ni biashara ya printing na branding, kutengeneza mabango, kuchapisha matishiti, kuweka uh, stika kwenye vyombo labda kama vikombe na vitu mbalimbali mbali hayo mambo yote ya branding tengeneza graphics ni biashara ambayo ni nzuri na inafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Biashara ya kumi na moja ni biashara ya mbao, eh, toa mikoani njoouze Dar es Salaam na kwenye majiji mbalimbali mbali, lakini hata huko huko mikoani bado ni biashara ambayo ni nzuri sana. Pata vibali aa sahihi na vinavyohitajika, alafu hufanya hii biashara kwa sababu kila siku tunahitaji kutumia samani ambayo imetengenezwa na mbao. Biashara ya kumi na mbili ni biashara ya mafuta ya kula, na hii ni kwa jumla, kama utatoa Singida kama utatoa Kigoma utafahamu, utatoa wapi, lakini ni hitaji la kila siku la binadamu, kwa hiyo pia ni biashara ambayo ni nzuri sana. Biashara ya kumi na tatu ni biashara ya saluni za kike biashara ya saluni ya kike ni biashara ambayo ni nzuri sana, na hii ni kwa sababu wanawake wanatumia pesa nyingi sana kwenye mwonekano kwao. Ni biashara ambayo itakutengenezea pesa sana. Biashara ya kumi na nne ni biashara ya perfume. Kama utafanya perfume za kawaida au perfume za kupima, basi itakuwa ni biashara ambayo ni nzuri na itakutengenezea pesa aa, sana. Biashara ya kumi na tano ni biashara ya vipuri vya pikipiki au vifaa vya pikipiki. Sasa hivi karibia kila sehemu kuna bodaboda boda, eh? Sio, tunaoita so, maafisa usafirishaji au pikipiki zinahitaji service, vifaa vinaharibika, kwa hiyo wanahitaji kubadilisha vifaa kila baada ya muda fulani au baada ya kifaa kuharibika. Kwa hiyo ni biashara nzuri ambayo pia unaweza kuifanya. Biashara ya kumi na sita ni biashara ya mavazi. Hii eh, ni biashara ambayo ilikuepo tangu zamani na endelea kufanya vizuri. Jua fashion mpya ambazo zinaingia kila siku, alafu nenda na fashion. Biashara ya kumi na saba ni biashara ya urembo wa magari unaeza ufanya urembo wa magari utajua ni sehemu gani ambapo utakwenda kuweka, alafu ufanya hiyo biashara, itakutengenezea pesa sana. Biashara ya kumi na nane ni biashara ya ufundi simu pamoja na kompyuta. Hivi ni vitu ambavyo vinaharibika sana, lakini watu pia tunatoa pesa sana kwenye kuvitengeneza. Hii ni biashara ambayo unaweza ukaajiri kijana au alafu ukaa uko vizuri sana kwenye eneo la matangazo na ya kutengenezea faida ambayo ni nzuri. Biashara ya kumi na tisa ni biashara ya usafirishaji, hii tunasema delivery service. Labda unaweza ukadiri na wafanyabiashara wale wa online. Ha, mtu anatoa mzigo Kariako anapeleka Bunju, anatoa mzigo Bunju anapeleka Makumbusho, anatoa mzigo Makumbusho anapeleka Mikocheni. Kwa hiyo wewe ndio unakuwa unasafirisha ile mizigo, ni biashara ambayo ni nzuri ukiweza kujitangaza vizuri na ukasajili kampuni yako itafanya vizuri sana. Biashara ya mwisho ya ishirini ni biashara ya utengenezaji wa maudhui, kuwa content creator. Na hapa anaweza kaongeza biashara nyingine ya digital marketing, lakini kwenye content creator anza kutengeneza content specific, kama ni content za elimu juu ya mambo ya fedha, biashara content juu ya mambo ya utalii, lifestyle content, kama ni vichekesho, content kama ni za maswala ya kilimo, maswala ya ufugaji, masuala ya viumbe maji, chochote kile ambacho unakijua vizuri, unaweza kutengeneza content na baadaye ukaanza kuingiza pesa kupitia matangazo, ukaanza kuingiza pesa kupitia mitandao unajua, kwa mfano kama Facebook inalipa uh, YouTube inalipa, lakini ukakuza brand yako ambayo itakusaidia pia hata kwenye biashara nyingine na fursa mbalimbali mbali. hizi ni biashara ishirini ambazo kwa mtu smart kama wewe, ukiamua kufanya angalau biashara moja inaweza kukupatia mafanikio ambayo ni makubwa. Hebu niambie kwenye hizi biashara ishirini ni biashara gani ambayo umeipenda na unatamani niweze kukusaidia zaidi kwenye kuichambua, lakini pia kama utahitaji machimbo ili mimi niweze kukusaidia na uweze kukua kuanzia hapo, lakini pia wakati unaandika komenti, usisahau kusubscribe pamoja na kulike video hii na kushare kwa rafiki yako ambaye alikuwa anatafuta wazo la biashara.